Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe sana! Karibuni katika msimu wa nne wa uhuru uliofasiriwa tena, uhuru uliofasiriwa tena, msimu wa nne, na nadhani mchungaji amefafanua kinagaubaga na, um, na kina nini maana ya uhuru uliofasiriwa tena. Kwa hiyo kwa malengo mapana ya muda Uh, tutakuwa tuna muda wa saa moja kufanya wasilisho letu, na nitatumia dakika kama arobaini au pungufu ya hapo alafu, tutakuwa na kipindi cha maswali majibu na maoni, na naamini kutoka hapo basi tunaweza tukaelewana kwa, kwa uzuri zaidi. Mada ninayoenda kuzungumza uh, kimsingi sizungumzii tu fedha, nina na kampaka kakubwa kidogo na nimekosa nime Kiswahili cha neno consumerism lakini nachotaka kuwasilisha ni, ni, ni Biblia na consumerism, the Bible and consumerism. Sijafahamu Kiswahili cha consumerism ni nini, lakini kwa dhana ya Kiingereza ni, ni dhana ya ulaji au ununuaji na matumizi ya bidhaa huduma uliopitiliza. Kwa hiyo ulaji au matumizi ya bidhaa na huduma yaliyopitiliza, consumerism hiyo hasa ndio dhana ambayo tunaenda kuiangalia. Kwa hiyo utagundua fedha ni sehemu katika hiyo dhana, na sijaona hapa projekta eh, nilikuwa nimeandaa kinorweo au PowerPoint, lakini nadhani tutaweza kuelewana tu kwa kadiri ambavyo mazingira yatakuwa yanaruhusu, ya katika uu uhuru uliofasiriwa tena. Sasa nataka tuanze hapa. Tunaposema consumerism, au ulaji au uh, ununuaji wa huduma na bidhaa uliopitiliza tunamaanisha nini? Sasa hii ni dhana ambayo uh, inasisitiza kwamba ili uwe una statasi katika jamii na utu wako upimwe, basi tuna uwezo wa kufanya hivyo kama tu tuna uwezo wa kupima bidhaa na huduma unazokula au kutumia. Kwa hiyo ndio dhana ya consumerism kwamba wewe unapata statasi na hadhi kwenye jamii kutokana na vitu unavyomiliki, kutokana na huduma unazotumia au bidhaa unazonunua. Hiyo ndo tunaita consumerism. Na mtakubaliana na mimi, hiki ni kitu ambacho kimetapakaa kila pahala, na hapa unanunua huduma na bidhaa zaidi ya unavyohitaji na wanasema kwamba kwa kadiri unavyonunua basi ndivyo statasi yako inavyopanda katika jamii. Kwa hiyo, kama ulikuwa unatumia kiswaswadu, kama leo unatumia iPhone ya kileo ya kisasa kabisa, kwayo katika macho ya wanajamii unaonekana umekua. Kama ulikuwa unatumia baiskeli, unatembea kwa mguu ukaacha kutembea kwa mguu sasa hivi unatumia usafiri, labda umetoka kwenye AST, ukapanda kwenye gari nyingine, basi tunasema huyu wadhi yake na status yake kwenye jamii kama vile imekuwa. Kwa hiyo ndio dhana ya consumerism, ni dhana inayoweka utu wa mtu kutokana na vile anavyomiliki na kuwa navyo, na kwamba kwa kadiri unavyokuwa na vitu ndivyo tuna uwezo wa kukupima na watu wengine o kwa, kwa muktadha huu basi, yule ambaye hana kitu kabisa, haijarishi ana tabia na utu gani, hana maana kwenye jamii. Kwa hiyo watu wenye maana ni watu tu wale ambao kwa kweli wana vitu, wana magari mazuri, wana simu za kisasa, wana nguo kali, wana rajamu brand kubwa, hao ndio watu ambao tunadhani katika jamii basi watakuwa wana maana na mashiko na wewe kama upo upo tu, tukiangalia simu unayotumia hata picha haipigi vizuri, basi tunadhani wewe ni mtu wa status ya chini sana kwenye jamii. Na kwa hiyo kwenye yale makundi ya watu, mnafahamu tuna mabwanyenye, tuna walalaheri, tuna walalahai, tuna walalahoi na oeae, kwa utakuja kugundua wewe uingii kwa mabwanyenye wala uingii kwa walalaheri, utakuwa tu unashuka huku chini. Na kwa hiyo utu wako au thamani yako inapimwa kwa kadiri ya vile ulivyonavyo ukiangalia nguo yako uliovaa kama inafanana kama na kitambaa cha kupangusia kamasi basi unakuwa tunadhani wewe, mm, adhi yako iko chini. Kwa hiyo inaweza ikaathiri hata michango unayoweza ukaitoa kwenye jamii. Unaweza ukaongea tu akasema, huyu ndo amevaa hivi mchango wake hauna maana, hata kama ambacho unakisema kwa kweli kinatakiwa kuwa na mashiko. Na, na kulingana na hii dhana ya ulaji uliopitiliza, consumerism, ni kwamba unatakiwa uendelee kununua hata kama unavyo kwa hiyo kama una laptop basi, uh, tarakilishi mpakato, itabidi wewe una ka tablet kamekaa pembeni, itabidi wewe una simu ya kisasa imekaa pembeni, itabidi wewe labda una simu hata tatu zimekaa pembeni. Hata kama una nguo za kutosha ongeza nyingine, kwa sababu lazima uendelee kuongeza ili thamani yako ionekane katika jamii. Ukibaki na ile simu tu miaka yote kama hii ya kwangu, ambayo ninayo miaka minne, huyo naye vipi? Wewe thamani yako, kama vile una shida Unaona, ukikaa tu na mtindo um, ule ule wa nywele, tunaanza kukutilia mashaka, huyu naye vipi? Unaona, ni kama vile kuna vitu haviko sawa, uchumi haujampitia unaona. Kwa hiyo hiyo ndio dhana ya consumerism: nunua, tumia, naendelea kununua, kununua, kununua na kutumia zaidi, usichoke. Na kwa hiyo baadhi ya watu wamefafanua au uh, wamefasiri neno consumerism kusema, ninanunua kwa hiyo ndivyo nilivyo, I shop therefore I am kinachokufafanua wewe ni kununua tu na kutumia. Unaweza ukawa una nguo. Kuna dada niliwahi kukutana naye, bwana, ana nguo za miezi minne, kila siku harudii <mimu> nguo, unaona sasa. Unaweza ukafikiria hata nyumba aliyokuwa amepanga ni nyumba ya nyumba ya namna gani? Maana yake lazima kuwe kuna nyumba inapangisha nguo tu. Kwa hiyo kuna chumba cha kulala, chumba cha nguo na viatu Unaona, kiasi kwamba katika miezi minne, sijajua ni siku ngapi hizo, kwa wataalam sijui, ni siku mia ishirini, haurudii nguo wala kiatu wala nguo za ndani. Unaona, sasa hapo unakuwa unajisikia vizuri kwamba e, wala ah, mimi tena na. Kwa hiyo watu wanaorudia rudia kaukani kuvae eh, kidogo hali inakuwa tata hapo, kwa hiyo utu wako na thamani yako, status yako iko chini kwelikweli. Kwa hiyo hebu kweli, angalia wewe unaingia una, una wapi Niliwahi kukutana na dada mmoja akaniambia, uh, yeye awezi kudate na mtu ambaye atampeleka kwenye mgahawa ambako anakaa kwenye kiti kikavu kama hiki. Yani akisha kutana na mkaka wa namna hiyo, huyo mkaka amfai. Kwa lazima kiti kiwe kinabonyea bonyea, kina, bonye, bonye, kina sponji, sofa nzuri ya kukaa. Hapo sasa unaweza ukamchukua, mkaenda naye nje. Unaona, hizi ni athari za consumerism. Mwingine anasema ukimdeti, alafu ya yani umekuja kumfata una gari Hapana, ah, yani hiyo haiwezekani kabisa. Kwa hiyo statasi yako kuwa na yeye inapimwa na vitu ulivyo navyo, inapimwa na vitu ulivyo navyo. Sasa kununua vitu kwenyewe sio jambo baya, yani kuwa na vitu nadhani tu ni jambo jema, ila kunapokuwa kumepitiliza kiasi kwamba ukawa uraibu, kwamba ujisikii vizuri isipokuwa una vitu vipya na kila muda una kitu kinachotoka kulingana na fashini zinazoendelea sasa hapo tunakuwa tuna tatizo la consumerism, na mtakubaliana na mimi ili kwa kweli ni tatizo. Angalia watu wanavyofanya harusi kwa mfano a, mimi sio mtaalamu wa mitandao ya kijamii lakini na, nilikuwa namfuatilia huyu kaka ameenda kuoa mna Nigeria, yule anaitwa Nijuks, si ndivyo? Ehe, mimi nimemfuatilia. Sasa ile harusi kwa kweli ilikuwa ni ya moto kwa sa, kwa, sasa watu wakiangalia vile yani da mtu anataka afanye vile kwao. Unaweza ukakuta wewe ni mlala hoi Sawa eh? au mlala hai, lakini unataka uishi maisha yale ya juu. Rafiki yangu huwezi, unaona ya maisha ni magumu sana. Sasa unakuta kama mahari labda ni milioni thelathini huko, wewe ndugu yangu, unatoa wapi hiyo mahari? Utaingia madeni na kukopa, taabu kweli kweli. Kwa hiyo maisha ya consumerism yanatupa, yana picha fulani hivi ambayo imejengeka hapo, inatutengenezea mahitaji ambayo hayapo, alafu tunatakiwa kuishi kulingana na mahitaji hayo. Sasa ukiangalia ile harusi kwa kweli, nilipoitafakari nikajiuliza, hivi mimi nilioa au nilifanya kipa imara? Unaona, kwa hiyo sasa mambo kama haya yanakuwa magumu kweli kweli. Na, na watu tunataka kuishi hivyo. Ukiangalia mwenzako harusi yake alipanda Range Rover, kwa hiyo nao unataka japo, baada ya Range Rover utaenda kupanda daladala au utaenda kupanga kwenye chumba kimoja, lakini, wanasema, This is my day. Hii, yani lazima nivunje kila kitu unaona kwa hiyo kama utakopa sawa, yaani huyo bwana wako kama ataumia, shauri yake. Hii ni siku yangu, ngoja nijiachie. Hiyo haijalishesi ni mwanamume, si amenipenda, lazima anioe. Kwa hiyo apambane huko na hali yake, ndo wanaume huo, unaona. Sasa katika mazingira namna hii, kwa kweli unakuja kugundua tunawekana katika msukumo na hali ngumu sana ya kimaisha. Lengo ni kufikia wataalam fulani au hawa watu maarufu katika jamii wanaishi vipi na, na kufanya nini na kwa hiyo wametupa maana ya uhuru ambayo iko tofauti. Leo ukifanya harusi ya kawaida kwa mfano, hujachangisha watu unaka kitu tu kadogo. Kwanza mtu wa kwanza kukupinga ni mchumba wako. Kwamba haiwezekani mimi nitaonekanaje kwenye jamii? Hey, hii haipo. Mama yangu namjua amechangia harusi nyingi. Mimi nitaishi wapi? Kwa hiyo tumetengenezewa viwango vya uhuru ambavyo leo tunatakiwa kuvifasiri tena. Kwa sababu havipo na vyakisi wa sasa kama maisha yako ndugu yangu kwa mwezi ni labda ni ya labda laki tano, la unatakaje harusi ya 30? Unaona hii ndio consumerism tunayoizungumzia. Nilete MC mkali mshereheshaji wa moto kabisa mjini ndo wakae hapo. Eh, nivae kiatu bora, shela lile la la thamani milioni tano, milioni ngapi? Mapambo ya milioni ngapi huko? Lazima mambo yangu yawe tofauti. Lakini tukikuuliza ni kwa sababu umeona wengine wanafanya hivyo. Umeona wengine wanafanya hivyo, hiyo tunaita consumerism: matumizi ya bidhaa na huduma juu zaidi ya uwezo wako ili ujisikie vizuri. Sasa <clears throat> nini kinasababisha matumizi na ulaji wa bidhaa na huduma uliopitiliza au consumerism? Kuna sababu kadha wa kadha. Kwa mfano, kuna sababu za kisiasa. Unajua ukiwa katika nchi ambayo uchumi uko vizuri, kuna amani una uwezekano mkubwa wa kutumia kwa sababu ya hizo sababu za kisiasa. Sababu nyingine zinaweza kuwa za kiuchumi. Kwa mfano ukiangalia mabwanyenye na walala heri, sawa? Watu hawa wa kipato cha juu na pia hawa walala hai, sawa, middle class ni watu ambao wana uwezo wa kununua vitu, yaani kubadilisha gari hakuna shida, kupeleka watoto shule nzuri hakuna shida, kula mboga kadhaa zisiwe mboga saba hata mboga tatu nne hakuna shida. Walau hawali wali maharage kama tunavyofanya wengi wetu, sawa. Viporo ni kama vile havipo Unaona ovi nagawiwa, yani maisha fulani hivi, kama mnanipata. Kwa hiyo sababu za kiuchumi, inawezekana tuko vizuri kiuchumi, kamshara kapo pale, kametulia. Na kwa wale ambao wameajiriwa, labda kuna vi extra duty vinaingia. Kwa hiyo kimsingi, haupo katika hali ya kupata ugumu wa kimaisha. Unaona nguo unabadilisha, kama ni wale rafiki zangu kina dada, kila Sabato una kiwalo kipya. Yaani umeweka sera kwamba urudi kiwalo kila Sabato walau kwa mara nne, basi una kiwalo tofauti kiatu tofauti. Ya yani neno maisha yanawezekana kwa upande wako, sababu za kiuchumi. Kingine inaweza kuwa ni sababu za kitamaduni, na sababu za kitamaduni hapo unaweza ukaziona vizuri katika muktadha nilio uzungumza wa harusi na sherehe, kwamba lazima mimi nifanye sherehe, lazima nifanye tukio bwana, lazima nionekane una unaenda una, una kufanya huko kukwangua uso scrub ya laki sita, Alafu ukitoka hapo mia tatu tofauti ulichokifanya sioni, na kesho utapigwa na vumbi la Tandale, basi unakuwa tu vile vile, unaona. Lakini hapo muda ako kwa binafsi unakuwa umekasugua sugua apo, hiyo siku kamejisikia na kenye kamepaizwa hivi kamerushwa kama hiyo juu, ni kwa binafsi tu kamesuguliwa, lakini utarudi pale pale kwenye vumbi. <laughs> Unaona, hizi ni, ni, changamoto za, za, za dunia tulizonazo, ambazo zinaweza kusababishwa na changamoto hizi nilizosema, au matokeo ya, ya kitamaduni. Lakini pia kuna teknolojia. Teknolojia inaweza kufanya watu uh, wanunue vitu. Kwa mfano, unaona uh, labda Samsung wametoa toleo jipya la simu, au unaangalia, unaona nani hapo, wametoa iPhone mpya. Sasa unajiangalia wewe una iPhone ipi?

ishara ya mtu aliyeathiriwa na consumerism. Unafafanua na kufasiri utu wako kwa muktadha wa vitu na huduma na sio kwa maana ya utu na maudhui ya tabia. Kingine ni, ni, ni, ni sababu za kisaikolojia na kihisia, yani wewe tu ujisikii vizuri kuwa ku, ujawai kukutana na mtu anakwambia, ah, yani mi sijisikii vizuri yani niivai nguo tena hasa kama Jumamosi. ah, eh, jamani, sasa si nimeivaa, siwataniona wenzangu sasa itakuwaje? Unaona, yani kuna kwako kihisia, ujisikii vizuri watanionaje? ah, sasa aka kasaii nako kanywele yani ah, nikienda ah, jamani, ikiatu hivi si si sino nipige picha nikabandika, nika, nika kwenye statasi si wataniona nacho hiki, jamani, ai haiwezekani! ah, bwana twende na kama mnavyofahamu wa Sabato hasa wadada wanaongoza kwa kununua vitu baada ya Sabato kuingia, Ijumaa wametoka kazini kwa wale walioajiriwa, yani ndio muda maalum wa kuvunja Sabato, na Bwana anaelewa. Yani ukiuliza Bwana anaelewa, Bwana usiniseme, Bwana anaelewa. Si mnafahamu ukipita maeneo ya Sinza, Mwenge, utakutana nao wawe ni waki, yani namna, wa kila namna, wamama, watu wazima, wadogo, utawakuta wanaivunja, wametulia kwa raha mustarehe na wale ambao wana uwezo zaidi kwanza anaenda kufungua sabato alafu anaenda kuivunja sabato. Maisha yanakuwa hivyo ni kukimbizana na consumerism. Kwamba mimi la siwezi na lazima uinunue Ijumaa jioni kwa sababu kinunua Jumatano unaweza ukabadilisha mawazo ikifika Ijumaa. Ukajaribu ukagundua mbona upande nilikuwa sijaangalia haujakaa sawa kabisa. Kwa hiyo hali inakuwa haijitoshelezi consumerism. Tunaishi kwa sababu tunatakiwa tununue na, na, na tufikie kiwango fulani hiyo inakuwa sio sawa. Tatizo lingine ambalo nimeliona nadhani linasababisha um, consumerism, ni, ni matangazo, matangazo, matangazo. Unajua yana, yana, yana bidhaasisha hisia commodify hisia, kwa hiyo unakuta hisia zako zinaambiwa, yani kama we uishi hivi, we sio mtu kama uishi hivi wewe sio mtu. Kwaiyo nikimwambia mtu mimi nina simu ina miaka mitano, hapana, hauko sawa, kwa sababu tumeshapewa taarifa tofauti. Matangazo yametoa ufafanuzi na fasili tofauti ya thamani ya utu, ya thamani ya utu kuhakikisha kwamba watu wananunua na watu wanawekeza kwenye matangazo. Ukimwona amepita Hamisa Mobeto amevaa kinguo fulani hivi, unajikuta na wewe una, unajidabiri unajiimagine wewe ni Hamisa Mobeto. Unaweza kukuta hata huna umbo la Hamisa lakini basi tu ndio matangazo. Unakuta na wewe umeenda na ukapiga na Kapoda pale na Kanani ukajikwatua kidogo, basi unajua tena matangazo umeona tu pahala. Hayo ndio yamekuwa maisha yetu. Kwa kama wewe unaishi hivyo, ni mdada au ni mkaka, wewe ni mwathirika wa consumerism, umeathiriwa na consumerism, na huo ni uhuru usio sahihi, na ndio maana tuko hapa kufanya uhuru uliofafanuliwa tena. Sasa matokeo yanaweza kuwa yapi ya, ya, ya consumerism? Matokeo yako mengi, kwa mfano, miongoni mwa matokeo, unaweza ukawa na matumizi yanayopita kipato chako unaweza ukawa na matumizi yanayopita kipato chako, na hii inaweza ikaathiri vitu vingi. Inaweza ikaathiri wewe kutoa zaka na sadaka, kunaweza ukawa ni changamoto. Unaweza ukawa una shida na mahubiri kanisani yanayosema utoe, maana unaona ah, sasa hapa nikitoa nitawezaje kununua kitu fulani. Unaona, nikifanya hiki nitawezaje kuishi, kwa sababu lazima utu wako unapimwa kwa vitu ulivyo navyo. Kwa hiyo ukiwa na vitu vile, wanasema lazima, kiingereza ki, tunasema lazima u maintain standard eh? Lazima brandi yako uilinde na kuiheshimu Yaani umekaa miaka miwili unatumia iPhone? Haiwezekani. Ili kufikisha kile kiwango unaongeza nyingine. Yaani umepita miaka miwili una gari moja tu ile ile? Ah, mna haiwezekani. Sabato mbili zimepita una nani na umeshaweka umeshaweka hiyo hiyo trend kwamba kila baada ya Sabato mbili una kiatu kipya? Haiwezekani. Kwa unajikuta unakuwa mtumiaji zaidi kwa sababu umeweka maisha bandia, maisha mnemba artificial ambayo hayapo ili tu uishi kulingana na la jam, brand ambayo umejiwekea. Chapa, lakini pia unaweza ukaingia kwenye madeni kwa sababu kuna mbe inabidi ukope. Na kuna watu nakuta wamekopa kwenye vikoba, lakini sio kwa sababu anawekeza, ni kwa sababu anataka kujisikia vizuri. Unakopa kama milioni moja, hapo unaongezea na laki tano zako, umechukua simu mpya. Unaona? Kwa hiyo ukipita pale hata halo eh, vipi? Yani, inaonekana pale hata ukiweka na nini watu wanasema hii sawi, ndo mwenyewe unaona. Kwa hiyo kuna watu wanaishi hivyo. Sasa hayo ni ma ni madhara mabaya ya kitu tunachokiita Consumerism. Ni madhara mabaya kuingia katika madeni, lakini pia unaweza ukapata msongo, stress. Unaona, unapoona ufikii yale malengo unaumia, unasema sasa inakuaje hivi, watanichukuliaje hivi, nikipita pale kanisani yule dada atanichukuliaje? Unaona, unakuwa unajitengenezea msongo kimsingi ambao haupo Kingine kinachoweza kukuta ni ile hisia ya kwamba utoshelezi. Unaona, hisia ya kwamba utoshelezi, kwa sababu hauna vitu vipya. Kwa hiyo unezo... unaweza unanza kujishukia. Unaanza kuwa na mawazo potofu, yanaingia kwenye kichwa chako shelezi, na hii inaweza ikakufanya hata usiende kusali kanisani mwezi huo wote, ukaamua tu kusali mtandaoni uko nyumbani. Unasema mimi kwanza siku hizi napenda programu tu za mtandaoni, lakini tukikuchunguza ni kwa sababu hauna jipya la kuja nalo kanisani siku hiyo, kwa hiyo ibada lazima ifanyike mtandaoni eh. Sasa tunatakiwa kuwa makini hapa. Hizi tunaziita tabia kinyume na jamii, antisocial behavior. Unaona, kwa sababu unajua nikionekana tu hivi, Mungu wangu, hili ni tatizo. Kunakuwa pia kuna kujilinganisha kusiko na afya. Yaani unakuwa unaishi kwa mbele hivi, nani amevaa kama mimi leo una, unafanya ile hata nguo zao zote tukiziweka pamoja zifikie yako ah, basi sawa. Kwa hiyo unakuwa unaishi maisha ya kujilinganisha, lakini ambayo hayana uhalisia Unaona, kama labda siku hiyo mmeambiwa labda wakina mama mvae kijani, unataka utafute kijani ambaye iko tofauti na watu wote, yani ukivaa tu unasema e, huyu sasa ndo mwenyewe. Yani unakuwa unaishi maisha ya kujilinganisha lakini ambayo kimsingi hayana uhalisia. Hizo ni athari za consumerism. <clears throat> Lakini kingine kama ambavyo nimesema, tunaathiri maana halisi ya mahusiano na utu wa mtu. Utu unatakiwa upimwe kwa maudhui ya tabia the content of character, lakini leo tunapima utu kulingana na wewe una nini. Kwa mfano kwenye magoli ya kanisa, wewe umechukua goli ya la laki mbili, yani niamini mimi, kwenye kipimo cha utu wewe upo kwenye tano kati ya mia, ila mtu ambaye kwa mfano ameweka goli la milioni kumi, kumi na tano, ila huyu kama mtu zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo tunakuwa tuna na tunaangalia utu na thamani ya mtu kupitia vitu alivyonavyo na sio tabia alionayo. Na ndo wanasema vile kama uwezi kuishi maisha ya consumerism hata ukitoa mchango kwenye kikao, unaonekana unapiga kelele. Unaona? Kwa hiyo haya mambo ni magumu ndugu zangu. Haya mambo ni magumu. Eh, kuna tangazo niliona wanasema huyu mtu alitaka kuchangia kamuliza, hebu tuone kwanza una simu gani kabla hujachangia. Kwa sababu mchango wako inawezekana hauna maana kutokana na vile ambavyo unatumia. Au unatokea eneo gani? Ukitokea Vingunguti ambako mimi nilisoma kule na kulelewa, wewe mchango wako lazima wewe una shida pala. Una, unaishi wapi wewe? Kwa hiyo haya mambo yana, yana changamoto sana kwa sababu yanaondoa maana halisi ya mahusiano. Mdada anatafuta mkaka amekuja kutongozwa na mkaka na kiatu kimechakaa, anampima, anaona huyu ni kweli ni Mkristo, anasoma roho ya unabii na Biblia, lakini hamna. Hivi hapa hakuna future, hatutoboi. Unaona hata kama tabia yake na mtazamo wake wa kifikra, yani uko sawa kabisa. Yani atamvusha huko anapoenda lakini haiwezekani. Kwa hiyo inawafanya wakaka wengi waishi maisha pia ambayo si halisi. Unaona hiyo siku labda unaenda kumtokea mdada, unajikuta inabidi hata ukodi gari kwa mtu, unaona, au kama una kakoti, utafute hata kakuazima ili tu uweke ule mtazamo mzuri mara ya kwanza. Shida utaumbuka baadaye, unaona. Kwa hiyo kwa kadiri inavyowezekana kuwa wewe au, mdada unakuta anapaka makeup ya kutosha kiasi kwamba hana uhalisia na ndio maana ndugu yangu, siku hizi wameshauri, ukimpata mdada nenda naye swimming pool au baharini, unahakikisha mnaoga. Bebi mimi napenda kuogelea, hebu twende kwanza. Akwambia bebi, mimi siwezi. Unaambia nitakushikilia tu usiovu, lakini kuhakikisha kwamba yale maji yanaondoa makeup ili umuone akiwa kwenye kile wanachokiita factory setting, yukoje, yani ukimrudisha kwenye setting zile za awali anakuwaje? <laughs> unaweza ukakataa mtu siku ya ndoa, sema wewe, hamna sio wewe, hukuwa yule. Unaona, kwa hiyo kuna kuna kuwa kuna huko kulinganisha kusiko na afya na kuweka mahusiano kutokana na muonekano na, na, na, na vitu na sio utu wa mtu, na sio utu wa mtu. Lakini kingine ambacho nadhani ni changamoto kubwa sana, unakuwa mbinafsi kwa sababu kitovu ki cha maisha yako kinakuwa mimi. Unaona, ninavaaje? Ninakulaje? Watu wananionaje? Mwingine hali haikuhusu, mwingine anaumwa, shauri yake mwingine ana maisha bwana, si kila mtu ana maisha yake, haikuhusu. Unaona inakuwa haikuhusu. Kwa hiyo kuna ubinafsi, na sisi Wakristo kama mnavyofahamu tumeitwa kuto kuwa wa binafsi. Unapokuwa una nguo nyingi umeziweka sana kwenye kapu au kwenye um, kabati lako kiasi kwamba nyingine mpaka unasahau na kunakuwa, kuna hiki kuna kitu anakiita decision fatigue, yani unakuwa unazimia kufanya maamuzi hivi, nivae kipi Hivi ni vae kipi? Le, unajaribu hiki unaenda mimi hapana, ngoja nijaribu hiki. Unaweza ukashangaa umeamka saa mbili lakini unaenda kanisani kwa mfano saa nne. Kwa nini? Kwa sababu umekaa saa nzima unatafuta kiwalo cha kuvaa na upati. Hii ni ishara kwamba wewe una vitu vingi kiasi kwamba umefafanua ume... na kufasiri uthamani wako kutokana na vitu ulivyo navyo. Kwao ndo maana huwa wanasema kuna mda uh, Waseja wanaishi maisha rahisi sana kwa sababu unakuta una nguo tatu au nne, una suruali unazijua, kama sio hii hapa, kama sio hii, tatu zimeisha. Mashati yanafahamika na kurahisisha mambo. Unakuwa una mashati ambayo yana rangi nyingi, rangi moja, nyeupe, nyeusi, nyekundu. Kwa hiyo unajua tu hii, huwa inakubalika, haina shida na mtu huyo. Umetoka kiatu, kiko kimoja, kama ni cheusi au kama ni brown, unajua hivi vinapita kote, umemaliza. Sasa mambo yanabadilika <laughs> kwa wadada na kwa wale wengine ambao wameoa mambo kidogo yanabadilika, kwa sababu sasa hauwezi ukatoka kama na, hapa sio kwamba namsema mke wangu hapana, na, na maanisha tu kwa maana pana, unaona sio kwa ngumi mimi, kwa maana pana. Kwa hiyo hamna ugomvi, unashangaa tu mambo yanabadilika, hutoki hivi hivi. Hebu hai, hapana, hebu ah, no hii sasa hapa, no, hapana. Na usipokuwa makini, mambo yanakuwa mazito. Kwa hiyo unawahi kuamka, lakini unachelewa vipindi, na unachelewa programu nyingine. Hayo ni maisha ambayo tukiendelea hivyo hatuwezi kuwagusa wale walio wadogo ambao Yesu alisema tuwaguse. Na unakuta siku hio wakikuhubiria wakakupampu sana kwenye yale zile siku ya kapla dokas, ile ndo unasema sasa, hiki basi ngoja tu nachokiende, yani ile ndo vile ni umechoka. Ah, basi ngoja kiende. Hayo maisha hayo hayako sawa, hayo maisha hayawezi kuwa sawa. Yesu anasema anatuambia katika kitabu cha Mathayo sita kumi na tisa hadi ishirini na moja tuweke hazina zetu mbinguni, tuweke hazina zetu mbinguni ambako kutu wezi hawapo. Sasa ndugu yangu, ukiwa una kabati la nguo hapa kila siku unabadilisha wewe, hazina zako ziko duniani. Ikiwa unasubiria tangazo la iPhone mpya, hivi sasa hivi, tuko iPhone ya ngapi? kwa so sababu mimi sijui, sijui tuko ngapi, kwa wale wenye iPhone za kileo sijui kwa kweli, ila kuna watu wanajua mpaka mpya inatoka lini. Kama tunaishi, wewe moyo wako ndugu yangu uko duniani.